Halaya Chama cha Umma itawaagisha kwamba watoto wanapata chakula na watu wazima waa hospitali matibabu wanapata maisha. Kwa awo, watoto aw watu wazima ni mali y mali ya serikali aikta kcha alkutokeahp lazima apate chakula, awe mtu mzima na maisha yake, mwana amekwenda shule chakula anapata, sio anabeba tumu madaftari madaftari. Kwanza mimi sikubeba naye kutoka huko shule, kila kitu nimepewa bure, nikiumwa malaria na kwenda hospitali napata tiba bure. Tukwaje leo tuliwacha mambo ya kuangalia watoto chakula na watu akenda hospitali? Wakati Mwalimu Nyerere, Mungu amweke mahali pema alipomgo watudu kwenda vitani asikia asikia asikia kama tunaenda kupigana vita Uganda, ndio wakati huo tuliondoa chakula hospitalini tuliondoa chakula mashuleni. Kwa hiyo mimi CHAUMMA nikuambia, tukipata madaraka watuambia, pesa yote tuelekee watoto wapate chakula. Sawa jamaa, CHAUMMA Chaumma n ni, nishipe na ma maisha wa na ya watoto wa sana na yale mambo ya kuambia maiti sijui watoto wa hela itapigania pia, wakati na tafakari niende wapi. Niliposoma katiba ya chama chetu nilivutiwa sana na sifa ya kuwa mwanachama wa Chaumma, ambayo iko katika ibara ya 10B ya katiba yetu, ambayo inasema kuwa ni pamoja ili uwe mwanachama lazima awe anayeamini uwepo wa Mungu, na hiki ni chama ambacho kila Mtanzania anayeamini uwepo wa Mungu anapaswa kujiunga na chama hiki, na sijui kuna chama kingine, sijui kama kuna chama kingine kimeweka sifa hii kwenye katiba yake, na kuwa kama mtu haamini uwepo wa Mungu, basi anakosa sifa ya kujiunga na chama hiki kipekee kabisa. Naomba niwakaribishe wanawake wote kujiunga na jeshi hili la ukombozi ambalo limeweka wazi kuwa litakuwa tayari kulinda na kuheshimu haki za wanawake na watoto wetu. Twendeni tushiriki uchaguzi huru, tukapigania mabadiliko ambayo tunaamini tutayapata tukiwa ndani ya uwanja huu, na kama haiwezi, hatuwezi kushinda vita tukiwa nje ya ulingo, na hatuwezi kuchukua kombe kama tumeondoa timu uwanjani. Twendeni katika uwanja kwa ajili ya mapambano.